Baba yetu mwema wa mbinguni, tunakushukuru asante, kwa upendo wako na asante kwa rehema zako. Tuko mbele yako asubuhi ya leo kukushukuru Bwana, tukisema asante kwa kutuamsha salama. Tumeamka salama, Mfalme, na afya njema pamoja na tumaini. Tena tunasema asante, maana Baba, mbele yetu umeiondoa mikosi siku ya leo umeyaondoa magonjwa ukatuamsha salama, tunasema asante na jina lako libarikiwe. Asante pia kwa ajili ya uhai uliotupatia siku ya leo, maana kuna wengine hata hawakupata nafasi wakaamka salama, lakini imekupendeza tumekuwa salama. Sasa Baba, tunaiombea siku hii ya leo kwamba Bwana, kibali chako kiweze kuwa pamoja nasi, utubariki na baraka zako, kazi za mikono yetu ibariki na neno yetu uwe mlinzi wa vinywa vyetu, na hata Bwana utuongoze, utukumbatie na mbawa zako, na utuzunguke na utukufu wako, utulinde, ukayaamuru mema yatufuate siku ya leo. Asante mfalme, asante kwa baraka zako. Kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini, amen.